Hii ni kauli kutoka kwa wana wa Afrika ya Kusini yenye uhakika na ushujaa wa Nelson Mandela, inayomaanisha Nelson Mandela, baba Madiba, baba wa taifa, hakuna wa kufanana nawe. Lakini Mandela ni nani haswa? Alizaliwa tarehe 18 ya mwezi Julai mwaka 19 1918, mashariki mwa kijiji cha Mvezo, akapewa jina la Lori Rara linalomaanisha anayevuta tawi la mti kwa nia ya mtego au mwenye kuleta utata katika lugha ya Kikosa. Alitoka kwenye ukoo wa kifalume wa Madiba, ukoo wa mfalume Ngube Ngeuka wa Thembu. Mandela alipokuwa na umri wa mwaka mmoja, baba yake alipoteza cheo cha ukoo kwa sababu ya kutokukubaliana na wakoloni. Familia ikalazimika kuhamia kijiji cha Kunu mwaka 1925. Akiwa mtoto wa kwanza katika familia yao kuingia shule, alipata jina la Nelson kutoka kwa mwalimu wake wa kwanza, jina ambalo lilimtambulisha duniani kote. Baadaye alisoma katika Crackball Boarding Institute, shule ya bweni kwa wavulana. Alijifunza lugha, historia na jiografia, na hapo ndipo alipoanza kuwa na hamu ya kuifahamu historia ya Afrika kabla ya ukoloni. Akiwa mwenye umri wa miaka 16, Mandela na vijana wenzake waliingia jandoni kupokea mafunzo ya utu uzima. Huko alisikia hotuba ya Chifu Meri Kiil aliyelalamikia vijana wa Afrika ya Kusini kukubali utumwa katika nchi yao, maneno ambayo yalimgusa sana na kuwa chanzo cha mapambano yake ya ukombozi. Mwaka 1939, Mandela alijiunga na chuo kikuu cha Fothal cho pekee kwa watu weusi wakati huo. Alichaguliwa kuwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi, lakini akaingia katika mgogoro wa kiuongozi, akaamua kuondoka chuoni hapo badala ya kulegeza msimamo. Mandela alihamia Johannesburg na kujiunga na chuo kikuu cha Witwatersrand kusomea sheria. Mwaka 1942 alijiunga na African National Congress, ANC na kuwa mstari wa mbele kupinga ubaguzi wa rangi, ambapo watu weusi walinyimwa haki zao za msingi, ikiwa ni pamoja na ardhi yao kuchukuliwa na wazungu, walifukuzwa maeneo yao ya miji, walipangiwa vitambulisho vya kusafiria ndani ya nchi yao, walitengwa na hata katika fukwe, usafiri wa umma pamoja na maduka, waliwekwa kama vibarua wa wakoloni tu. Mandela na wenzake wakaanzisha ANC Youth League, wakapanga mikakati ya maandamano migomo na harakati za kuhamasisha Afrika Kusini kudai haki zao. Baada ya serikali kuendelea kutumia mabavu na risasi, mwaka 1961, Mandela na wenzake walizindua Umkonto Wesizwe, kwa lugha nyingine uliomaanisha mkuki wa taifa, kikosi cha mapambano ya silaha guerrilla welfare. Mwaka 1962, Mandela alikamatwa mwaka 1964 aliyehukumiwa kifungo cha maisha. Aliteseka gerezani kwa miaka takribani 27, akizungushwa magereza tofauti. Alipoteza mama yake mzazi mwaka 1968, lakini akakataliwa kuhudhuria mazishi. Mkewe Wini Mandela alifungwa, mtoto wake wa kwanza Thembi alifariki kwa ajali, lakini Mandela hakuruhusiwa kwenda kumzika. Baada ya mvutano wa miaka mingi, raisi wa F.W. de Klerk aliruhusu vyama vya siasa kusajiliwa upya na wafungwa wa kisiasa kuachiliwa huru, ambapo Februari 11 ya mwaka 1990, mandela aliachiliwa huru. Maelfu ya watu wa Afrika Kusini walimkaribisha kwa shangwe barabarani. Mwaka 1993 Mandela na de Klerk walishinda tuzo ya amani ya Nobel. Aprili 27 ya mwaka 1994. Mandela alipiga kura kwa mara yake ya kwanza maishani na siku hiyo alichaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika ya Kusini. Alihudumu kama rais hadi mwaka 1999 akipambana kuunganisha taifa na kuendeleza maendeleo. Baada ya hapo alistafu siasa. Mwaka 2001 alianza kuugua saratani ya kibofu. Ilipofika Disemba 5 ya mwaka elfu mbili na kumi na tatu Nelson Mandela alifariki dunia nyumbani kwake kutokana na maradhi ya mapafu. Dunia nzima ilihuzunika, Afrika ililia, lakini historia ilimtangaza kuwa shujaa wa milele. Nelson Mandela ni alama ya amani, mshikamano na uhuru. Amekuwa mfano wa kuigwa kwa dunia nzima. Vitabu vimeandikwa juu yake, Mashujaa wamechochewa na maisha yake. Pumzika kwa amani, Madiba ya lakotsola, Tata Mandela. Na hapa tunafikia tamati ya makala za mashujaa wetu, ni kutakie siku njema. Kwa heri. For That is not a man who can lead a nation. Oh, mashujaa wetu. Oh,